Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka chini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Nakuomba ili Bwana pokee okay, mwindu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, wapate furaha isiyo kwa mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amen. Amen. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Tamba aliandaliwa ataufudika uso wake na kisha kufunga lango la jeneza. Wale wanafunzi mliobeba msalaba mashada na shada mshiriki pia katika ilo kwa sasa na kwa kuwa tayari tumesha kutangaziana kwamba wachache ndio watakao tuwakilisha, niombe tuandamane.